Mi nafikiri bosi, alikuwa ni, ni mambo ya vishawishi. Unyu kombe sio mwasharati, uvuti bandi sasa, yeah? umeshawishika vipi kama sio sio mfumo wa kutaka kuangamiza tu chombo chako. Mi nafikiri bosi, kama ungekuwa unataka usibitishe, ungeenda tu kugomboa chombo halafu, kuhusu pesa yako utanikata, tanikatani kidogo kidogo kwa malipo yangu.

wapi tu nenda kuangala mchumba hapa, uko kwa gazeti vipi? Nimemkosa e. Kwa nini nawe mtafute hivyo kama mtoto? Ungesubiri hii siku ya leo ishe, halafu ndo tungeanza kujua kama huyu ana tatizo lakini sio kujipa hiyo sekeseke hiyo. Nimekuelewa, ila saa tano asubuhi ndo ule mpango kule Buma, na ndo maana unaona naangaika. Bila hivyo nimtafute mimi, wakazi gani? Sawa sawa sasa, sasa cha cha kufanya ungeenda tu kujiandaa, ukaenda kule kufanya mauzo. Yeye yeah, kwake utamletea, kwani lazima mpaka mtimie na ufie siwe, mambo ya sahihi ikaonekana kakosekana jambo likalala tena. Ha, ha. Hakuna kitu kama hicho yeah. Ninyi watoto mko kumi na tisa, leo kakosekana mmoja ndo pasiuzike? Hapana, hayo mambo haya yako huko Dar es Salaam, huku kwetu sisi hayo mambo hakuna haya. Ha, basi ngoja nikajiandaye. Kwani jana wewe haukumwambia kuhusu hii safari? Nimepitiwa kabisa kumwambia, siku ya sekeseke

Kwa hiyo wanaanza kuniambia kamari kala mzigo hmm. Mimi nakwambia mchezo umetoka kuisha masaa mawili yalopita hmm. Hey. Sawa, naona wenzetu wageni wanajilia kiulai, alafu sisi tunakaziwa. Ila kwenye swala la kufaidi, hilo halina mjadala hey. sio kiulaini ni sisi ndo tumechezesha mpaka Kamali kapona ah. <laughs> kwa hiyo chombo, wewe kumbe unaweza kuunganisha majambo sana ha? Sasa sikiliza, unaweza kuniunganishia na mimi eh? Nikajiweka hata malai moja kwa sababu yule demu mimi nauwasama naye na kama nitampata, nitaichapa kwa hasira, na naamini takuraji utamkunome. Hilo mbona dogo, na sasa hivi kaanza michezo ya pombe kali. Wewe ni pomba tu, kiza kiingie, alafu usicheze mbali na baa. Hilo mimi nalimudu, hilo nalimudu sana. Na nakwambia ukilifanikisha hiloha kia Mungu akuombea kwa Mungu upate kiti cha mbele pale peponi. Naye alikuchomolea nini? Amna, unajua yule demu anatoka na meziji, ila namechongoa kuleta dhalau pamashamidizae. Sasa mimi nataka nimshone kidogo, ili anieheshimu. Na nakwambia mimi pale sembi kwa mapenzi, mimi pale nakonda kujenga heshima aliyoibomoa yeye mwenye sasa mimi nafaidika nini hapo muunganishaji? Wewe, nimekwambia kamilisha, wewe una wasiwasi Jane bana? Wewe kamilisha, alafu tafurahi, ila sasa uje, ili akikwama, nijifanye kama namlipia mimi. Akilewa chakali kali, ukale mzigo. Hilo limeisha, mi nakuja na pesa yote ya deiwaka. ajapokea tende huku basi, hapa makele. Sasa nisikilize bwana Gazeti, wewe nenda katafute pesa katika namna nyingine yoyote, lakini sio namna ya kutumia choko chako. Sasa kwa nini bosi? Siulizo kwa nini. nipe nipe funguo yangu. Lakini bosi, natakiwa ukumbuke na nimebakisha miezi miwili tu kumaliza mkataba kwe karehani, ah, mi, ili chombo kiwe changu. Sasa ulivyokwenda kuweka rehani ukobo unataka iwe mi, naamini ile ilikuwa ni bahati mbaya tu, bosi wangu. Sawa, sasa cha kufanya wewe nenda katafute pesa, ukishapata pesa fanya hapa kama ndo umeweka lea, ukija kugombote ndia suka Wapi? Siyajua yangu, Abo, ama wapi sijajua, rafiki yangu, labda nichunguze hapa, wamehama wote, na mimi nilidhani mbele wanahivyo kuangu nongo lifuatilie hilo rafiki yangu, ili mimi nikija nijue wapi pa kuanzia, nifuatilie lipi sasa si hilo la kuhama, halafu uh, halafu unijulishe. Poa yule, mi jumapili naenda shamba kufagilia upande wa kwa mama, kwa hiyo sitakwenda klabu. Sikiliza we, we mfuatilie ili ujue anakaa wapi na, na kwa nini hapatikani ili utupe majibu na kama huwezi, tutumie nauli sisi turudi huko tuja kumfuatilia wenyewe. Mshangaa kike tena, ushatoa maelekezo. Haya nimekuelewa. Fanya hivyo tuzingue. Sasa wewe, mjinga kama kukosa adabu hapo umepitiliza, na hii inaonyesha ni namna gani nyinyi nilivyokubadilisha wewe akili. Sasa mimi nimekosa nini hapo baba? Ndio, wewe unapata wapi ujasiri wa kunitumia mimi talaka? Mbona jambo la kawaida tu baba. Kumbaba, jambo la kawaida kumtumia baba yako talaka hmm? Alafu unasisitiza mkewa je kusoma kupitia simu yao, yeah? Hii adabu ya wapi, panya Mkristo? We unataka huyu binti mimi anieleweje? Na alivyokuwa mkosa adabu mwenzio, we namba yake, una tizama akili zako zilivyobadilika We unadhani hata nikimwonyesha ujumbe wako hawezi kuiona hiyo? nani wekifuu, hebu nisikilize, njo uchukue mizoga yako hapa, huo ufirauni wenu mkafanyia huko kwa huyo kafiri alokufundisheni, uo ufirauni uko Dar es Salaam. Tena kwa hili nakupa siku mbili tu, vinginevyo oho, ukunishirikisha kwenye ndoa ni madaraka mimi, kitumbua mkubwa tumeshapata kakwamzi sasa unavulia huku ana nikusikia zaidi tu naia mii. <laughs> Unajua alichonifanyia Lula ni ukatili sana na kama nikijua kuwa anatoka na yule mbwa, nitakachofanya hey, Mungu atanisamee kwa kweli. <laughs> Sawa, lakini mambo mengine yanaisha kwa kuzungumza tu, kiusiamini moja kwa moja. Usio kinywa kinana yule ni mimi nilikuwa na mwishi tangu kitambo tu. Kwa sababu alikuwa kila akiniona klabu na mume wangu analeta shughuli za kutaka kununuliwa bia. Na, na, na tukiamia kwenye shisha anakuja anajumuika na sisi. Sasa nakwambiaje, yeye hapa kaakologa. Yes, sasa anataka kunijua mimi mtoto akipweka ni nilivyo, hata nijua tu. Ndio wanaume <laughs> walivyo. <laughs> Lakini ni swala la kawaida tu, hata usijali. <laughs> Na huyo mama Lula huyo bora sipatikani hivyo, hio lingine hivyo, huyo ataniua nisipomwaie iyo. I, haiwezekani mimi mwanangu, nimemlea kiume kuanzia maumbile, maamuzi, mpaka tabia. Leo hiyi anakwenda kumbadilisha Dar es Salaam, alafu eti mimi ananitumia taraka eti nimwonyeshe mkwe wangu kupitia simu yangu, kweli nimepata hasara. Na ukisikia mwanaume kubadilishwa kijinsia, ndio huku, sio tu mpaka ubangani nyuma kwa mwanaume eh? ukiwa tu na tabia za kike tayari kabisa umebadilishwa jinsia na unafaa kabisa kuitwa shoga, sababu anachokileta mwanangu ni mshoga wa wazi kabisa.

Karibu tuongee. Eh, kwema Bwana Shati. Kwema, naongea na nani? Ah, unaongea na Dr. Madebe. Oho. Kiongozi, niambie kiongozi, niambie. Kiongozi Pasabu, sasa kiongozi hilo mimi mwenyewe mbona naliweza? Kwa sababu sasa hivi sina bodaboda. Ujue kama kama naliweza, njoo nyumbani, sawa? Yelele mama, yelele mama, nakuita. mpo naona nyumba nzima mmeama ah. ina maana hata watoto hawajarudi si ndo maana nyumba nzima ah. karibu ndano hapana nimekuletia funguo nikirudi nitakutafuta sawa Niambie mpenzi wangu, koma koma tena, ishi hapo hapo. Sababu mimi nahisi wewe ndo mikosi kwangu. Dunia yo, hasa dunia, dunia, oh, dunia, utamu kunoga dunia.